Baada ya kufunguliwa rasmi kwa mnada wa korosho msimu wa mwaka elfu mbili na kumi na sita elfu mbili na kumi na saba wakulima wa zao hilo katika mkoa wa Mtwara, kwa mara ya kwanza wameuza korosho kwa bei ya shilingi elfu tatu mia sita na sabini kwa kilo moja ya korosho ghafi, huku bei ya chini ikiwa ni shilingi elfu tatu mia tano sabini na saba kwa kilo. Haika Kimaro kutoka Mtwara ana tuarifu zaidi. Hivi karibuni serikali iliagiza wakulima wa zao la korosho nchini kushirikishwa katika minada, agizo ambalo limeanza kutekelezwa katika vyama vikuu vya ushirika mkoani Mtwara ambapo barua za kuomba tenda ya kununua zao hilo ziliwasilishwa mbele ya wakulima na baadhi ya viongozi na kisha kusomwa kwa uwazi, na mwishoni wakulima kupata fursa ya kuchagua kampuni zilizotangaza bei kubwa kuliko zote. Wa kwanza anaitwa Maviga East Africa. <coughs> Yeye yeah, ameomba kununua korosho tani nao baadhi ya wakulima wanachama wa chama kikuu cha Mamku waliohudhuria mnada huo uliofanyika katika gala la Muungano AMCOS katika kijiji cha Namiomya wilani Masasi na kuridhia kwa pamoja bei ya shilingi elfu tatu mia sita hamsini huku bei ya chini ikiwa shilingi elfu tatu mia tano sabini na saba wan haya ya kueleza hata bei ya leo ilishawahi kutokea katika historia ya korosho bei. Tumeshukuru sana. Mimi ni mkulima mzuri tu na ninavuna kuanzia guni hamsini na kuendelea. Kwa hiyo nashukuru, tuko kwa pamoja kwa mfumo ulioai, na kitu ambacho tunakishukuru kiujumla, kwamba mheshimiwa Magufuli ametuweka wazi wa kulima kulingana na mfumo wa korosho, jinsi miaka yote ambavyo tulikuwa tunabuuza kwa sababu bei ya korosho hata mwaka mmoja baba yangu toka amezalia hawezi kuuza hata shilingi elfu mbili na mia tano. Sasa lile swala ni swala ambalo sisi tunalishukuru, hata sisi viongozi tumeridhika, lakini bado tunasema tunahitaji kuboresha zaidi ya hapa tulipofikia ili wuf, mkulima aweze kunufaika zaidi. Hata hivyo viongozi wanaosimamia mfumo stakabadhi ghalani wanaeleza kwa sisi, kwetu kama chama kikuu tunaona ni faraja, kwa sababu wale wakulima wenyewe wanafanya maamuzi moja kwa moja bila kufanyiwa na watu wengine. Hao wawakilishi wa wakulima kero yao kubwa ni kucheleweshwa malipo. Mliyenunua leo, hakikisheni ndani ya siku sita mmepeleka fedha benki, mmelipa. Kutoka kijiji cha Namyomya, kata Chikoropola, wilaya Masasi, mkoani Mtwara. Haika Kimaro, Mwanachidigito.